Yes, we are green. Mahakama ya Wilaya ya Chunya, Mkoa wa Mbeya, imemhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja anaitwa Anthony Anosisie Mwangoko Mwangaka, mwenye umri wa miaka 53. Huyu ni mkazi wa Mbuga Wilaya ya Chunya. Huyu ameuiwa kwa kosa la kumbaka na kumlawiti mtoto wa kike mwenye umri wa miaka tisa. Mtumiwa huyu, uh, alifikishwa mahakamani na hukumu hiyo imetolewa na hakimu mfawizi wa mahakama ya Wilaya ya Chunya, James Muhanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali wakili Mwajabu Tengeneza Machi 5 mwaka 2025. Kwa hiyo mshtakiwa alitenda kosa hilo Disemba mwaka 2017 mwaka 2024 katika kijiji cha Mbugani wilayani Chunya na alikamatwa Disemba 22 mwaka 2024 na kufikishwa mahakamani ambapo alitiwa hatiani kwa makosa mawili ya kubaka na kulawiti. Mama mzazi wa muhanga alibaini tukio hili wakati akifunga, akifanya taratibu za kumosha mtoto, baada ya kukuta mtoto iko katika hali ya ku kuharibika, ndipo aliweza kutoa taarifa kwa kituo cha polisi. Tunamshukuru sana mama wa muhanga hakuweza kuona muhali katika kuficha tukio hili, na ndipo hatua za haraka zilichukuliwa na jeshi la polisi, hatimaye mtuhumiwa kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Kwa hiyo tunaomba kwenye eneo hili eh, na utoaji wa taarifa za la haraka kwenye kituo cha polisi kifanyika, tunaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia mtume mwingine huko kwa Wilaya ya Chunya amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Huyu ni Saidi Kombo Kandonga miaka 60 mkazi wa Kibaoni, Wilaya ya Chunya, kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka nane. Hukumu hiyo imetolewa na Hakimu Mkuu wa Mahakama ya Wilaya ya Chunya, James Mhanuzi, na mwendesha mashtaka wa serikali Wakili Mwajabu Tengeneza ambayo imetolewa Aprili 1 mwaka 2025. Mshtakiwa alitenda kosa hili Septemba 16 mwaka 2024 katika kijiji cha Kibaoni, wilaya ya Chunya na alikamatwa Oktoba 2 mwaka 2024 na kufikishwa mahakamani ambapo alitiwa tiwani kwa kosa hili la kubaka. Kule wilaya ya Kyela pia e, mtumiwa Joachim Issack Simkoko miaka 40, mkazi wa kijiji cha Kasumulu wilayani Kyela mkoani Mbeya, huyo amehukumiwa kifungo cha miaka kumi jela kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi, imetolewa na hakimu wa mahakama ya wilaya ya Kyela Mheshimiwa Paul Barnabas tarehe 28 Machi mwaka 2025 chini ya mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi mkaguzi msaidizi Bihemo Maengera akiwa akisoma hukumu hiyo mheshimiwa hakimu Barnaba alisema kuwa kwa mujibu wa hicho kifungu ambacho kinakataza makosa haya ya kujihusisha madawa ya kulevya ilionekana kabisa uyu mtuhumiwa ni kweli ushahidi uliotolewa anahusika na madawa ya kulevya na hivyo alipaswa sasa kupata adhabu hii ambayo anaitwa emmanuel uswege magafu mwenye umri wa miaka 30 huyu ni mkristo na ni mnyakyusa mkazi wa kijiji cha Busale kata ya Busale, huyu amehukumiwa kifungo cha miaka ishirini jela kwa kosa la shambulio la aibu. Mtumiwa huyu alitenda kosa hilo katika e, kijiji hicho, na baada ya tukio hilo jeshi la polisi aliweza kumkamata na kumfikisha mahakamani, na mnamo tarehe kumi na nne mwezi wa nne, kwa maana ya jana mwaka huu hukumu e, iliweza kusomwa mbele ya hakimu Njau na akapatikana mshtakiwa akapatikana na tia ya kosa hilo kwa sababu kosa hilo alitenda tarehe kumi na sita mwaka huu Januari 2025, baada ya kukutwa akiwa na watoto wawili huku mmoja akifanyia vitendo vya kumzalilisha na kufanya kitendo cha shambulio la aibu. Kwa hiyo hukumu hii imesomwa na Mheshimiwa Hakimu Njau mbele ya mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi mkaguzi msaidizi Bimbo Maengera, andipo waliweza kufikia hatua ya kumsomea kifungo hicho cha miaka ishirini jela. Kwa hivyo bado maendea kuhimiza kwenye makosa haya ya udhalilishaji. Sisi jeshi la polisi tunaendelea kupambana na watumiwa pamoja na wale wote ambao wana tabia hizo, ili kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama.